Tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mungu auz anayotupatia, na katika kumshukuru Mungu tunatakiwa tumshukuru pia kwa zaka na sadaka. Kwenye mitandao ya kijamii kuna baadhi ya stori tunaziita ni interesting story, ni stori ambazo zinasisimua pia zinaweza zikakufurahisha pia, ukizitazama ukisikiliza kisa chake na mpaka vitu vimetokea, unaweza ukaenjoy kuzitazama na kuzisikiliza hizo stori. So leo nakuletea kisa kifupi tu cha ja huyu jamaa hapa, anaitwa Agrey. Sasa hivi anafahamika kama Filemoni Agrey baada ya kuokoka na kumpokea Yesu. By the way, stori yake ya nyuma ilikuwa ni sori ambayo uh, ilikuwa inawahuzunisha watu wengi, lakini sasa hivi ni furaha ya watu wengi kumwona Agrey amekuwa katika hali ya kawaida. Agrey amempokea Mungu, Agrey amerudi katika maisha ya kawaida. So hapo nyuma, bwana Agrey alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajihusisha na mambo ya kike. By the way, huyu ni mwanaume na unajua kuna baadhi ya watu wameharibika kutokana na makundi na vitu vingine pia. So Agrey alikuwa ni miongoni mwa mtu ambaye aliharibika kipindi hicho, na alikuwa anajihusisha na zile tabia za kike na vitu kama hivyo, mwenyewe pia amekuwa akizungumza mara kadhaa. So sasa hivi kilichokuja kutokea baada ya kuwa na hizo tabia kwa muda mrefu, na nadhani alikutana na watu sahihi kwa muda sahihi, kwa sababu hapo nyuma hata timu yake pia marafiki zake walikuwa hawamshauri kuhusiana hicho kitu ni yani, walikuwa wanakubaliana na hali ambayo alikuwa nayo. Agrey alikuwa ni mtu ambaye anavaa nguo za kike. Agrey alikuwa ni mtu ambaye anafanya tabia za kike, lakini baada ya kukutana na watu sahihi kwa muda mfupi tu, Agrey alipata tiba sahihi. Agrey aliokoka, na Agrey sasa hivi tunasema ni kama mtumishi wa Mungu anamtumikia Mungu. Agrey amekuwa akionekana mara kadhaa akiliubiri neno la Mungu amekuwa akionekana mara kadhaa akijihusisha na matendo ya kiutukufu. So ni kitu ambacho kimekuja kuwafurahisha watu wengi, lakini pia mchango mkubwa wa Agrey umesababishwa na Lillian Mwasha ambaye amembadilisha kwa kiasi kikubwa sana mpaka Agrey amekuwa hapo alipokuwa. Ni kitu ambacho watu wengi sasa hivi wanakienjoy na muonekano wa Agrey sasa hivi ka handsome boy kabisa, uwezi kuamini kwamba huyu ndo Agrey ambaye anavaa nguo za kike, Agrey ambayo alikuwa na historia mbaya. So tunasema uh, stori ya Agrey ni stori ambayo inafurahisha na pia ni nzuri kuendelea kuendelea kuisikia kutokana na vitu ambavyo alivipitia huko nyuma na maisha ambayo anayaishi sasa hivi. So hii ni story tu fupi ya Agrey, namna ambavyo alikuwa hapo nyuma na mpaka kubadilika na kuwa kama hivi sasa hivi amekuwa kipenzi cha watu wengi. Philemon Agrey. Una comment gani kuhusu yeye? Niandike hapo na nikumbushe tu subscribe, na kusan on the notification ili uwe kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Yeye ni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hili neno linatufundisha kuwa Mungu anapotuletea baraka, Mungu anatupa baraka kwa kile ambacho tunachokitoa. Kichwa moshi hazimtoshi.